Biblia nasema kwenye Waebrania sura ya 4 mstari wa 15 na 16, tumesoma nasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu aliyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye aliyejaribiwa sawasawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Anasema wale ambao katika dalo la kale makuani walikuwa wanawakilisha watu wa Mungu walikuwa kama medieta katikati, wamesimama kama wapatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Anasema wale hawakuweza kuwachukulia mambo ya wanadamu kama Yesu Kristo alivyotuchukulia mambo yetu ya kibinadamu. Hawakuwa na uwezo wa kubeba mizigo yetu hawakuwa na uwezo wa kubeba fadhaa zetu, alzase ni ile damu tu walikuwa wakichinja na kuimwaga, ikawakilisha kwamba wale ni wapatanishi kati ya watu na nani, na Mungu. Lakini walikuwa hawana uwezo wa kubeba mizigo ya watu. Yuko kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ametuambia kwenye maandiko kwamba yoyote aliyechoshwa anaye pitia mateso hali ya kuteseka, anasema njoni kwangu niwapumziko. Ni yeye ndiyo pumziko la wanadamu, Yesu Kristo. Wanadamu, mwanadamu awaye yote, yule awe ni mtume, ni nabii, mwinjilisti, hana uwezo wa kuchukua mateso yako akayabeba. Watumishi wa Mungu tupo mbele yenu kwa ajili ya kuwaongoza, kuwalisha, kuwasimamia kuwaongoza na kuwaonya ili kila mmoja awezi kumwona Kristo na aweze kuiona mbingu. kanzo sule, mwenye uwezo wa kubeba madhaifu ya watu ni Kristo Yesu, ndio tunapaswa tumwangalie. Ndio maana tunapaswa, nikikaa mbele yako mimi ni kutazamisha habari za nani? za Yesu Kristo. Yeye ukishamwona ukishamjua, ana uwezo wa kuchukua madhaifu yako anasema hivi, mtume Paulo alipokuwa katika hali ya udhaifu katika hali ya mateso, kwenye Wakorintho wa 2 sura ya 12 mstari wa 9, Biblia inasema, wakati Paulo mtume anasema, mimi ni mtu dhaifu, niondolee hiki kitu kinachotia udhaifu, Mungu akamwambiaje? Neema yangu ifanyaje? Yatosha, ikimaanisha kwamba katika udhaifu tunaopitia au hali ya unyonge au hali ya ugonjwa au hali ya uhitaji, kila mtu anahitaji neema ya Mungu iweze kumuondoa au iweze kumpa na kumtimizia uhitaji alionao. Ndio maana kwene Waebrania nne tanasita pale, nasema na tukikaribie kiti cha, cha rehema na neema, tuweze kupata neema na rehema itakaotusaidia wakati walini, wa nini wa mahitaji, inahitaji neema na rehema za Mungu. Kwa habari ya familia yangu na kwa habari ya uzao wangu inahitaji neema na rehema za Mungu kwenye kila udhaifu unaotokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikilize vizuri, Zaburi 41 mstari wa kwanza hadi wa tano, anasema mfalme Daudi anasisitiza kuwa yule anaye Musa maisha ya watu wengine Yaani yule ambaye amefanyia kuwa msaada kwa watu wengine, anasema Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi aliyopo. Yaani yoyote anayekuwa ni sababu ya kugusa maisha ya watu wengine, yoyote anayekuwa ni sababu ya Mungu itoe utukufu kwa ajili ya watu waliomzunguka na mambo ya Mungu, anasema Bwana atamlinda na kumhifadhi hai naye atafanikiwa katika nchi aliyok. Anasema Bwana atamtegemeza au atamponya akiwa mgonjwa. Kitagani nasema adui zangu wananitaja kwa vinywa vyao, wananitaja kwamba huyu atakufa lini, kwa maneno mabaya, lini jina lake litapotea. Wakati maadui wako bize kusema huyu lini jina lake litapotea, lini huyu atakufa, wakati maadui wako Neema ya Bwana ipo kuangalia wale wanaomcha, wale wanaongeleza anesa siku unakumoja hapa, jamani. Isaya 38:17 anasema, tazama, na alikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda ameniokoa na shimo la uharibifu, kwa maana amezitupa dhambi zangu zote nyuma yake nalikuwa na uchungu nalikuwa na uchungu mwingi moyoni mwangu, ila kwa neema ya Bwana amezitoa dhambi zangu na kuzitupa nyuma yake. Neema ya Mungu ina tabia ya kufunika na kusafisha na kuondoa dhambi na udhaifu wa mtu alionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uchungu aliyokuwa nao ndani yake ulikuwa unamwingiza katika hali ya udhaifu, katika hali ya maumivu, katika hali ya kushindwa, katika hali ya kutokuweza ndani yake. Leo watu wengi, leo magonjwa wanayopitia au hali ya udhaifu unatokana na maumivu ya ndani yanayotokana na hasira, uchungu, chuki kuto kusamehe frustration stress zinawafanya watu leo wakaugua maradhi au magonjwa ndani. Kinachowaua watu wengi leo hata sio magonjwa ya kuambukiza. Kinachowaua wengi leo ni magonjwa yanayotokana na moyo ya ya, ni magonjwa ambayo yanatokana na uchungu, hali ya fadhaa mtu alionayo ndani ya moyo wake. Anasema Isaya 8, tazama alikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu. Alikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani, lakini Mungu akamponya. Kwenye Mithali sura 17 mstari 22 anasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka uikausha mifupa. Moyo uliochangamka yaani, ni moyo wenye furaha, ni dawa kwa ajili ya mwili. Moyo ukikosa furaha, moyo ukikosa amani, moyo ukiwa na uchungu, ukiwa na mawazo, unaleta maradhi ndani ya mifupa, ndani ya mwili. Leo tumerudia tena kusema magonjwa mengi yanayowatesa na kuharibu watu ni magonjwa yanayotokana na moyo kukosa nini? furaha kukosa amani. Kwa hiyo kanisa au mtu mmoja mmoja anapaswa kuomba kwa ajili ya amani ya familia yake amani ya moyo wake. Kuna mambo mengi yanaendelea kutafuna watu leo katika mahusiano, katika ndoa, kwa ajili ya mambo ya familia na ya mambo ya, ya, ya nyumba. Mambo ya maisha yamekuwa yakiwatafuna na kuharibu afya nyingi, watu wamekosa amani ndani ya moyo yao. Yakobo sura ya tano msari wa 14 na 15, anasema walakini. Uh, Yakobo sura ya tano msari wa 14 anasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani, kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua hata akiwa amefanya dhambi Atasamia, anasema yule ambaye ana udhaifu ndani ya mwili wake, na awaite viongozi wa kanisa, awaite watumishi wa Mungu, aite wazee wa kanisa. Desturi ya Kiyahudi, huduma yao ya kwanza ni kupaka mafuta ya zaituni, desturi ya Kiyahudi. Bwana Yesu, yaani mtu akiumwa ugonjwa yoyote, jambo la kwanza kabisa ni kupaka mafuta ya a, kabla hata anaenza kuongea

anao atakapoombewa kwa, kwa imani ule ugonjwa utamwacha. Kwa hiyo kuna kuomba kwa imani. Kuomba kwa nini? Kwa imani, neema ya Mungu inaachiliwa. Tunaombaje kwa imani? Maana ya kuomba kwa imani ni kuamini kile Kristo Yesu alichokifanya na kukitangaza au kukikiri kwenye moyo wetu, tukiamini kwamba Isaya anasema Yesu aliraruliwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tukiamini hivyo, tukikiri kile tunachokiamini, kuomba kwetu kwa imani, kwamba Kristo alipigwa, akafa, akafufuka kwa ajili yetu, kwa kuamini kwetu, uponyaji tunakuwa tuseme macho.